Itakuwa huzuni kwa ndugu na masera, safari yangu itapofika kwenda hera. Itakuwa huzuni kwa ndugu na masera, safari yangu itapofika kwenda hera. Mtabaki mnani ombe arazebe mapeponi kamanda, arazebe mapeponi kamanda, arazebe mapeponi kamanda, arazepe mapeponi kamanda, Araze Bwana Sheikh Shafi. Naam bwana. Taarifa kuanzia juzi tumeona mm zikisema kwamba rais wa Burkina Faso Traore chupuchupu chupu kupinduliwa, humo humo ndani ya nchi yake, watu wahuma humo kwenye nchi yake, chupuchupu chupu kupinduliwa, lakini pia kuna mengi yanazungumzwa kwamba mara anakwepa, kuna vitisho mara vya kuwekewa sumu kwenye chakula, mara mambo yamekuwa mengi sana kwenye uongozi wake. Bwana kupitia hiki ambacho kimepitia kwa huyu mwamba, unaona kuna nini? Mimi niliwahi kusema, kuna siku hapa nilisema kwamba mm -hmm. atakuwa na vita vikubwa sana na mabeberu wa nje. Yani kuna watu wao wamezoea kueka mirija kunyonya mm -hmm. utamu ule, utamu ukikata tu atakuuliza imekuaje? Ndicho mm -hmm. anachopitia yule bwana, na sio Libya, silipitia mm hivyo -hmm. au kumbuki Kandisa. Libya ilipitia hivyo mm. Libya walikuwa na maisha mazuri kupita mfano mm. kwa sababu lakini, mataifa ya nje yalipokuwa hayaoni kunufaika mm. wakamtengenezea watu wakamuagadafu, mm. leo wale wanajuta walichokifanya bwana yule. Yaani anatakiwa makini ajizatiti sana, vinginevyo mm. hatodumu katika ile nafasi. kwa nini? kwa sababu anayanyima yale mataifa ambayo yanahitaji kunyonya ule utamu anakwenda anakata ule mji. Kwa hiyo vitu vingi sana vitatokea, na hivyo vitatokea. Kwanza zitaanza propaganda kwamba anajinufaisha na familia yake, anajimbilikizia mali, anafanya hivi, anafanya hivi, anafanya hivi, alafu mnatafutwa nyinyi sasa, watu ambao akili zenu nazo zinakuwa kama akili zetu, sio nzuri, tunaamini. Tukishaamini tutaanza vuguvugu, tukianza vuguvugu, sasa mabwana wakubwa wanaingia. Wanafanya lile wanalolitaka. Wanaweza yani wana, wakawatengenezea namna wa Burkina Faso wenyewe e, wakaanza kumchukia kiongozi wao, wao. Kwamba huyu kweli anatunyonya e, na anatuibia mali zetu mali zetu mm -hmm. Kwa maana litatengenezwa kundi litaitwa upinzani mm -hmm. Lile kundi baada ya kuwa upinzani sasa mm -hmm. Na kwa sababu dunia imeweka kwamba vyama vya upinzani viwepo mm -hmm. Kwa hiyo kutengeneza lile kundi linakuwa rahisi kwa sababu si upinzani. Kwa hiyo lile kundi litakinzana na wewe vile unavyohitaji sasa wewe kwa sababu unataka kutengeneza ile nchi yako ilivyo, utaamua kulipiga vita lile kundi. Kitendo cha kupiga vita lile kundi tu sasa, kwamba kile wanachokitaka ndio kimefanikiwa, kwa sababu wewe kwamba hauna uhuru katika nchi ile, unataka kujitawalia wewe mwenyewe. Hapo sasa watu ndipo watakapoingia, na watakapoingia ndipo utapona wanavyofanywa vitu vibaya. kwa hiyo ukiamua kufanya jambo Eh, la nchi kama yule bwana anavyofanya, ajihadhari na mambo mengi sana na kupiga hatua inakuwa ngumu kupiga hatua. Mara nyingi nchi zetu za Afrika zinategemea sana misaada kutoka nje, ikishaanza kuwekwa umeekiwa mipaka azu, zingiti sio vizuizi, mara zitashawishiwa nchi nyingine msiwauzie chochote, mara zitashawishia nchi nyingine bwana chochote, utakuta mwisho kabisa unafanyaje, unaanguka, kile unachokitaka hakipatikani, na ukisema kwamba niungane na awata nikubaliane ni nao unatakiwa uishi kwa namna vile wao wanavyofanyaje, wanavyohitaji na ukihitaji wanavyo, uki uishi vile ambavyo unavyohitaji na nchi wako ipeleke nchi, tatizo linaanza hapa. Ndio utaanza propaganda zitaanza, yataanza mambo kibao mundani, mwisho kabisa utajikuta ile madaraka unafanyaje, unayaacha, aidha kwa kuuawa au aidha wewe mwenyewe utaona kama bwana, mimi bwana, nilipofika bwana, nakubali amri. Ukisalimu amri tu, maanake tena huwezi kuiendeleza ile nchi yako unaishi kwa namna mabwana wakubwa wanavyofanyaje wanavyohitaji. Hilo ndio tatizo tuliokuwa nalo katika Afrika. Mm -hmm. Hatuna ule umoja kwamba mwenzetu anafanywa hivi kwa sababu hatujaungana. Mm -hmm. Sasa ule umoja hatuna. Unajua, sisi ni wanyonge wa Afrika, lakini wenzetu, ukienda Ulaya, nchi zilizoendelea, kila siku wanajenga umoja, unity, sijui sijui nini, sijui umoja wao wanajenga ule, kwa banchi nne sijui zimefanyaje, si NATO? E, NATO. NATO. NATO, yaani unashangaa mabwana wakubwa, lakini bado wanajijenga kwa ajili ya kujilinda, wanajilinda na sisi tu, hakuna watu wengine wanaojilinda, na ndio shida, kwa sababu ule bwana mimi nilitarajia atakutana na hivyo vitu vizingiti vikubwa sana atakutana navyo, lakini kama mtu ameamua liwalo laliwe, mm -hmm. na liwe sawa, endelee, na sisi tunamwombea dua, lakini tunajua vizingiti atakutana navyo, na pale pale ndani watatu ataanza kutengeneza, huyu atufai, hajibikishia mm -hmm. mali, huyu anafanya hivi kitu fulani, wanasahau namna, sasa anapitia zile changamoto mm -hmm. na anavotaka kuipeleka nchi yake mbele, kwa sababu ameanza vizuri, namna utaka kuipeleka nchi mbele. Sasa kama ikifika mahala kwamba sisi wenyewe tukaona kwamba yule afai, tatizo linaanza kwetu sisi wenyewe, tunatengenezana unafiki ndani, tunatengeneza nini uopizani. wa Afrika kwa Afrika, kwa Afrika, kwa Afrika kitu fulani kitu fulani kitu fulani, mwisho wa siku nakuta kweli yule bwana anatolewa kwenye madaraka mm -hmm. lakini kweli nimesoma juz juzi juzi kazuka ruka visingiti mpaka sumu mpaka mm -hmm. nini hao watu uliokuwa nao na hao watakugeuka mm. -hmm. kwa hiyo ni ngumu sana kwa kuziongoza nchi zao. Unaonaje uongozi wa Chaole anavyoiongoza Burkina Faso na namna ambavyo anaonekana katika uongozi wake akienda kwenye mataifa mbalimbali. Unajua, mm, sisi hatuwezi kumsoma mtu kwa nafsi mm, mtu ya ndani. Sisi tunamsoma mtu kwa nje, jinsi alivyo. Kwa hiyo, kwa nje unamuona kwamba ni mtu ambaye anayetaka mafanikio ya nchi isonge mbele, mm, kwamba anaona kwamba tuna mali nyingi, lakini hatusiopiga hatua vile tunamwona lakini, tujajua ndani ya siri yake kitu kikubwa ni nini ambacho mwenyewe anachokiwaza mm. Lakini kule kwa nje tunamuona ni mtu ambaye anaitakia mema mm -hmm. Burkina Faso na ni mtu ambaye anahitaji Burkina Faso ipige hatua kubwa sana mm -hmm. Na mtu anaona kwamba vizote si tumechelewa mm. Yani, anaiona ile nchi imechelewa, ikutakiwa kuwa vile kwa sasa, kwa namna zile rasilimali ambazo wao wanaziona wa, wa, wanazo. Mm. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwanje, kwa nje ukimtazama unamwona ni kwamba kuna vitu fulani anavitaka katika nchi ya Burkina Faso vingi, mm -hmm. Sana, nataka ile nchi iendelee, mm -hmm. ile nchi iwe hivi, na inaonekana kwamba anao uwezo wa kufanya hivyo vitu. Unajua, kila rais anapima nchi yake namna ilivyo inawezekana, mm -hmm. kuna dhahabu, mm -hmm. kuna migodi ya nini, akiona mbona hii mimi naweza tu kufanya vitu visonge mbele, kwa hiyo mm -hmm. anapambana ile nchi yake. Mimi namuona kwa nje kwamba kuna kitu anataka kufanya ndani ya miaka michache au nafasi itabadilika. Bwana ataweza kwa haya ambayo ameanza kutokea sasa hivi, mtu kila siku anavuka viunzi. Shida kubwa ndio hiyo. Yaani ukitazama hata ukimwangalia yule Gaddafi namna alivyoenda lakini mwisho wa siku akaondolewa katika madaraka kwa kuuawa kabisa. Mm, na yeye unakuja unamtazama bwana atavuka ili ili jazi kweli. Yaani unaona kabisa kuvuka kwake ni mtihani lakini, nina imani kwamba anafanya watu waone kafanya, na Mungu ataona kama kafanya. mm -hmm. Na imani anafanya watu wataona kafanya, na Mungu ataona kama huyo kafanya. Kufa, kila mtu atakufa. <laughs> lakini isifike mahala kuogopa kufa ukashindwa kushindwa kufanya vitu ambavyo unatarajia viwepo. Hata kama mimi nikifa leo, lakini kuna watu watatokea tu, watashinda gurudumu mbele, watasonga mbele. Kwa hiyo <laughs> ameonyesha njia, hata kama atakufa kuna watu watakuwa na akili huko nyuma, bwana, njia ilikuwa hapa tunaiona, na wao wataendeleza mapambano mpaka Mungu atakapowakwamua. Kuna nini mpaka Waafrika wengi sasa hivi, ukionyesha Waafrika wengi wanamkubali sana bwana Traore japokuwa wapo Watanzania, wapo wa Uganda, Kenya, yaani wanazungumzia Tao, wanaonekana wana mkubali na wanatamani kupata kiongozi kama yule kwenye nchi zao. Unajua una, mm -hmm. shida iliyokuwepo mm -hmm. yaani waafrika wakikaa wakifikiria namna Afrika kulivyokuwa na mali mm -hmm. halafu maisha wanayoishi wanaumia sana mm -hmm. kwa hiyo wanatamani wampate rais aliyekuwa jasiri atakayeweza kuzuia mali zao zisitoke nje atakayeweza kuwafaidisha wao wa Afrika wenyewe. mm -hmm. Kwa sababu unavyowasikia wa wazungu mali wanazopata, wanakuja Afrika wanachukua dhahabu, huwa anachukua nasa. Ukiangalia nchi kama Kongo, kwa nini kila siku watu wanapigana kwa siku? Na mali pale ndio inayopiganiwa. Kwa hiyo mtu mkongo anakaa na furaha kwani? Kwa sisi tungekaa tukatulia, tukawa kitu kimoja, hizi dhahabu zingetunufaisha sisi, nchi ingekuwa sio hivi, ingekuwa vizuri. Lakini kwa, kwa lakin nini haupatikani ule utulivu haupatikani utulivu, kwa sababu watu inawezekana wanapiganishwa, wanafanya hivyo kila kwa kama iwezekani. Yani, kuna watu wamevuta mlija wao, wananyonya tu pale. Mkiukata watakuja kuuliza, mbona hapa fiki huko, yani utamu, mbona ufiki tena huko? Inakuwa shida. Kwa hiyo Afrika wengi wameshafika mara, sasa washajitambua, mbona sisi tuna mali nyingi, lakini maisha tunayoishi sio maisha salama. Wanatamani kupata viongozi wataokuwa majasiri na mashujaa ili waweze kuendeleza Afrika. Traoré anatakiwa, unaona, anatakiwa aungwe mkono na maafrika na viongozi wa Afrika wenzie, muunge mkono sana, yani wa muunge mkono. Kwenda kuishi Libya, marafiki zangu wamesoma Libya, maisha mazuri sana sana kiasi ambacho amekuwa simple sana maisha yake. Sasa kumbe watu hawataki wa kuona Afrika mnaishi katika maisha ha mazuri kwa sababu mkijitawala nyinyi wenyewe mkiwa hivi mtakuwa na maendeleo makubwa kwa sababu mnaanza na mkauziana wenyewe kwa wenyewe, kwa hiyo lazima mpigwe vita, mtapigwa vita, mtapigwa vita. Na kusimama kama Afrika sijui kwa sababu kitu kibaya sana tunachogaiwa. Hmm. Yana kuna kitu kibaya sana, divide and rule, wagawe watu kisha uwatawale. Mimi najifanya wewe rafiki yangu, wewe unamchukia hmm, yule unamchukia yule unamchukia yule unamchukia yule hatuwezi kulishika lile gurudumu la pamoja tukasonga mbele, lakini tumwache ajaribu. Au bwana rafiki zako mpaka sasa hivi wanatamani kwenda kwenda kuishi Libya? Sasa hivi hataki mzote kwenda kuishi Libya, kwa ile hali ilichotokea kwa Gaddafi. Kumwambia rudi Libya, anakuambia si rudi, maisha yamekuwa magumu kupita kiasi, magumu kupita kiasi. Yu yule bwana ni mmoja katika watu ambao wanaona kwamba tuna uwezo, kwa nini hatufiki? Nifanyeje ili tufike? Ndio shida inayompa Siajuzi kati hapa aligomea baadhi ya misaada kwa mtu, mtu waarabu mmoja huko arabuni alikwambia kwamba ajenge misikiti katika nchi yake afadhili nchi, akamwambia hapana, mimi nataka hospitali, shule na uwekeze kwenye viwanda nchi yangu a wa polisi, dini, <muchin> <ila kwa> sasa <muchin> msaada wake mkubwa na uhitaji ni kitu fulani ambacho sasa kiwatoe katika njaa wananchi wake, ndio kile anachokihitaji. So kwa sio kwamba anahitaji binafsi, anataka dini sana na ni muislamu mzuri sana, na tumeona anaenda kuswali siku ya Eid. Shida yake kubwa, kuna vitu vinamuumiza. Kwa hiyo ni msaada ule, nisingeletewa kiwanda au kitu fulani wananchi wangu wakafanye. Yani yule mtu analia na wananchi wake, mbona anakolea analia na wananchi wake, yani wataishi vipi maisha mazuri ya manufaa, ili waweze kufanya ibada. Na wana akakataa kwamba mimi nahitaji unisaidie kitu fulani. Kwa maana hiyo misikiti anayo mingi sana mm. Kwa wewe, mm. kwa wewe kasa ni rais sasa. Kwa kupa nchi bwana eh, Dr. Shafi haya, mm. unatokea matajiri huko nje Kwa kutu kujenge misikiti. Utakataa sheikh? Na angalia sasa lengo langu kubwa nataka nini? Hele lengo kubwa nataka nini? Kwa mfano mina mm. watu hamsini hapa hawana kazi mm. Sawa. Alafu, unaniambia bwana, mimi nataka kuja kujenga msikiti kwa watu wa 50 hapo. Alafu, mimi nakwambia bwana, nijengee kiwanda bwana cha sukari, ili jamaa wafanye kipi, kizuri zaidi ya kiwanda cha sukari. Wakishapata kiwanda cha sukari wakiweza kula wale, ndio wanaweza kuswali. Kuswali, ibada nzuri sana, watu wafikirie njaa. Unajua kuna kitu kibaya kama njaa? Ah. Njaa mbaya sana. Nikupe story moja. Najua unapenda story. Jamaa alishikwa na njaa siku tatu siku tatu, mambo magumu, vibaya mno, hali mbaya mm -hmm. Akaka kafikiria, unajua ukiwa na njaa, akili zinakuja nyingi za mna kupata pesa ay, kicho kama vinagongana gongana eh, vitu. Mimi kuna rafiki yangu mmoja, wakati na kama chini mm -hmm. Mjomba alipanda mnazi kipemba uani, kwa na madafu mengi mm -hmm. Sasa kumbe yeye, njaa ina muuma pale mm -hmm. Alitoa makosa upandaji wa ule mnazi uani mm -hmm. Akasema, Shafi, mjomba wako kakosea, ule mnazi ulitakiwa pande barazani. mm -hmm. Amtazama akajua, huyu hajafanyaje? Yaani njaa ndo inamsababishia hivyo, ndo maana anawaza no, kwa njaa <laughs> unawaza mawazo hata hayaeleweki <inaudible> eh, <we, nyuma. inaudible> <Kishatu, inaudible> <ezwe, inaudible> makosa zamani sana <inaudible> Sasa kuna mmoja yeye, baada ya njaa, akili kamwambia, we, kwanini usimwandikie barua Mungu? nampa <inaudible> kwa nini Usimwandikie barua? Mm. Barua. Mungu. Wewe muandikie barua Mungu atakujibu. Yaani kaka akafikiria kawaza, Mimi ngoja nimwandikie Mungu tu barua. Akachukua karatasi na pene. Mungu, mja wako, mimi nimekwama. Umeniumba mwenyewe mpaka mm, nimekuwa hivi, siku ya tatu sijauma kitu. Akatia saini yake. Afoka tafuta bahasha, kipindi kile akatia barua yake. Akatafuta stempo, kipindi kile akaweka juu. Alafu wakaenda posta pale, akaituma, inaenda kwa Mungu pale mm. pale posta wanavyotuma barua zibasha, akaituma akaituma, inaenda kwa Mungu. Wale mabwana wamekaa siku ya wa kufika sasa, kupeleka barua mikoani, wanashangaa barua inaenda kwa Mungu. Walitana kikao kwanza, hii jamani, nyinyi mnaonaje? Sio kimeta hiki? Atafuta mtu wa uwawe mundani sasa hivi barua inaenda kwa Mungu, sisi tutaifikishaje kwa Mungu? <laughs> hiyo walijadiliana kama siku tano. Mmoja akasema tuichane, wakaambia utaichana vipi? wakati mm -hmm. naenda kwa Mungu. Mungu, tafuta sababu sasa, mule ndani kusoma sasa na shida hizo balaa mm -hmm. anajua kulalamika wenzake. Mwenyezi Mungu akawaambia, we mtu atakufa, tumsaidieni, msaidieni kajichangisha kapata elfu sabini na tano. Wewe unafanya kazi wa posta. Wakatia kwenye baasha, wakaandika from Mungu. Aa inatoka kwa Mungu. Afu kamwekea kwenye kisanduku chake. Mwandaji achukue. Yeah, yule mwana kapita pita. Yule wewe nikatazama. Kwenda kufungua kwanza anakutana na barua. Alafu imeandikwa from Mungu. Aa <laughs> ah, no, Mungu kajibu? Ah anaosema Mungu awajibu kina nani? Itakuwa bwana kumuomba tu. Ah, kuna staili za kumwomba Mungu wanakosea tu hawa. Bwana mimi kanijibu. Eh. Akarudi nyumbani kufungua akakuta 75. Ah. Uh-uh. Yule bwana, shukrani yake, furaha yake, akaswali raka mbili za kumshukuru Mungu. Afaka tafuta karatasi na peni akaandika, Mungu nashukuru, msaada wako nimepata. Usichoke kutusaidia wanyonge kama sisi umetuba mwenyewe. Ila Mungu, siku nyingine ukitaka kunisaidia usipitishe njia ya posta, wale wezi. <laughs> Ishina tano wameramba wale. Kwa w kwa sababu Mungu ah, natuma kamili kamili. Unaona, kwa bwana. Kafikiria vitu vingine kabisa. Akaenda akaituma tena pale. Sasa bwana njaa, aa njaa na kuacha uwe mm, mtumwa sana kwenye maisha. Barua kwa Mungu huyo. Barua imeenda kwa Mungu, yani njaa kafikiria pale kwa barua Mungu. Atali shee. Sasa njaa bwana, inakufanya ufikirie vitu vingi sana njaa. Ni kitu kibaya sana kwenye maisha yako, inakuja unafikiria vitu vingi. mm. -hmm. kwa sababu ya njaa wale watu wanakuwa watumwa kwa sababu ya njaa yeah. nafikiri tu kwamba mimi nitapata, unaweza kusema jambo ambalo si haki kulisema, lakini ukalisema tu kwa sababu ya kunusuru nini tumbo lao. mm. kwa -hmm. hiyo mimi nimuombee dua yule bwana anachokwenda hata kwa kupana na vikumbo vingi mm -hmm. lakini wao ndio wanajua nchi inaongozwa vipi, anajipanga vipi, lakini kwa sasa mimi naona anakwenda vizuri kwa mtazamo wa nje, hatujajua nini dhamira yake ya ndani atujajua nini dhamira yake ya ndani. Itakuwa huzuni kwa ndugu na masera, safari yangu itapofika kwenda hera. Itakuwa huzuni kwa ndugu na masera, safari yangu itapofika kwenda hera, mtabaki mnaniombe araze pema peponi kamanda, araze pema peponi kamanda, araze pema peponi kamanda, araze pema peponi kamanda.